watu sahizi wameanza kelele, sijui dhahabu sijui nini dhahabu, ila hawa wapinzani, mwisho wa siku, huwa hawaelewi. Upinzani wa nchi hii hauna ajenda, wao wanaenda na biti tu, mdundo, si ndio? Jamani, upinzani wa nchi hii hawajielewi, hawana ajenda. Sasa watu wache sisi wenye ajenda za nchi hii tuongoze nchi. Mfano elfu mbili na kumi na saba Wakati Dr. John Pombe Joseph Magufuli anawasilisha hati ya dharura kuhusu madini mikataba ya madini, walisema nchi yetu inauzwa, walipiga kelele wakasema tutashitakiwa, lakini Dr. Samia na Dr. John Pombe Joseph Magufuli alisimama kidete na wabunge wa wakati huo walisimama imara na uzuri mbunge wa jimbo hili wakati huo alikuwa ndo mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini, Doto Mashaka Biteko, walisimama kidete na kusema wanakwenda kuikomboa nchi yetu. Tukaanza wakati huo, nchi ilikuwa hatuna akiba ya dhahabu hata robo, hata, hata, hata kidogo, hata punje, tulikuwa hatuna akiba ya dhahabu. Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli akaanzisha utaratibu wa Watanzania kunufaika na madini yao. Mungu akamchukua Dr. John Pombe Magufuli, akaingia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu CCM tuna utaratibu wa kulisi yale ambayo yametangulia. Mheshimiwa Rais akaanzisha, Mheshimiwa Rais yeye akaenda mbali zaidi, akaielekeza BOT, Benki Kuu ya Tanzania, kwanza kununua dhahabu, mawazo ya kwake mwenyewe. Wapinzani kumbuka, walituambia kwamba tutashtakiwa na tutafungwa. Mheshimiwa Rais kanunua dhahabu. Leo nchi ina akiba kubwa ya dhahabu, wapinzani tena wameanza kupiga kelele. CCM oyee! Hawa hawa walio tuambia tutashtakiwa, haiwezekani leo wanaanza kushadadia dhahabu zetu. CCM oyee! Sisi kama Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita tunamwambia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tuna imani naye tunamwamini. Tuna uhakika hawezi kutupeleka pabaya, dhahabu alianza kununua yeye na naamini atatuongoza vilivyo. CCM oyee. Hatuna wasiwasi na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa hiyo tumwombe tu mama yetu hawa wanaopiga kelele asiwasikilize. Tuko kwenye njia sahihi, kwanza tuna manufaa makubwa toka ameanza kununua dhahabu hii mheshimiwa rais. Tumeona hata dola imeimarika, shilingi yetu imeimarika Dola imeshuka, dola ilikuwa imefika hadi elfu mbili na mia nane. Uwagizaji wa bidhaa ulikuwa ni wa gharama kubwa, lakini sasa shilingi yetu imeendelea inafanya nini? Inaimarika. CCM oye! Kwa hiyo wapinzani watafute ajenda, wasidandie ajenda. Ajenda ya ununuzi wa dhahabu ni ajenda ya Chama Cha Mapinduzi. Sisi vijana wa Chama Cha Mapinduzi tunaridhika nayo. CCM oye! kama walivyosema kwamba vijana wa Bukombe tunamuunga mkono Dkt Samia, waziri mkuu na serikali yake, tutaisikiliza na tutasikiliza na tutasikiliza na tutasikiliza, narudia tuta, na tena alivyosema mgeni rasmi, vijana wa Bukombe tunamuunga mkono Dkt Samia, makamu wa raisi waziri mkuu na serikali yake yote. Kwa jina naitwa Zaituni ari Maganga, ni katibu wa kata ya umoja wa vijana. Sisi kama vijana wa wilaya ya Bukombe, tamko la mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Geita tunakubaliana nalo la kuendelea kumuunga rais wa jamhuri ya muungano na viongozi wote wa chama cha mapinduzi, na sisi kama kata ya Uyovu tunakubaliana kuendelea kuunga juhudi za dr Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa awamu hii ya sita. Kwa majina naitwa Emmanuel Gishimba Baruye, ni katibu wa umoja wa vijana toka kata ya Katome, vilevile vile ni mjumbe wa baraza la vijana la wilaya. Mimi binafsi napongeza na nashukuru kwa maadhimisho haya ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama na pia wiki ya vijana. Mimi binafsi nina kila sababu ya kujivunia ndani ya Chama Cha Mapinduzi na kwa serikali yangu kwa sababu sisi kama vijana tunaendelea kuona vitu mbalimbali mbali ambavyo serikali yetu inavifanya tena kwenye mazingira ya makazi, ya, ya, ya maeneo yetu.